Katika dunia inaunganishwa sana na teknolojia, vitisho vya ukatili wa kijinsia mtandaoni vinaongezeka na mara nyingi, wanawake na wasichana ndio wanaoathirika zaidi. Hapa katika pwani ya Kenya, Sisters for Justice imejitokeza kupambana na tishio hili. Kwanzia jumbe zisizohitajika, ufuatiliaji kwenye makundi ya mtandaoni, ushiriki picha bila ridhaa hadi unyanyasaji wa mtandaoni, ukatili wa kijinsia unaofanywa na kutumia teknolojia ni halisi na unaongezeka as Sisters for Justice inaweka msisitizo katika kujenga usalama wa kidijitali na uwezeshaji wa kisheria kwa wanawake na wasichana. Dhamira yao ni kuhakikisha haki inawafikia wale walioko pembezoni.

Shirika hili hutoa msaada wa kisheria, huduma za kisaikolojia na uhamasishaji wa jamii ikiwemo kuhusu madhara yanayotokana na matumizi mabaya ya teknolojia. Sisters for Justice inaongoza warsha ya usalama wa kidijitali kwa vijana wa kike hapa Mombasa. Wanawafundisha jinsi ya kulinda vifaa vyao, kutambua unyanyasaji mtandaoni, kuripoti ukatili pamoja na kutafuta msaada sahihi katika jamii. A technological facilitated gender-based violence present a complex global challenge requiring urgent collaboration, community-led response to empower survivors and drive system change. I think we need to build a coalition across sector to create a systematic change. Together, we can create a safer, more equitable digital future Lord.. Teknolojia inaweza kufungua fursa, lakini ni lazima tuhakikishe kuwa milango hii ni salama. Kwa uelewa, ulinzi na msaada wa mashirika kama Sisters for Justice, kila mwanamke na msichana anaweza kudai nafasi yake mtandaoni bila uoga.

Two, they know what to do when it happens. And also one of the things that they really have to tell the community, we must speak. And speak for ourselves. Usingoje naila kuongelea usingoje andika aende akapiga kelele kwa sababu yako wewe umedhulumika zungumza wewe mwenyewe It doesn't matter. Because at the end of the day the more silent voices, the more stronger the perpetrator is. Kufaulu kwa vita hivi vya kidijitali kuna haja ya uhamasisho kwa jamii nzima, asema Esther. Tukumbuke sote kwamba tuko katika jamii. Kutoka Majestic Digital TV ni Akinyi Damaris.